Hebu jiulize swali hili kwa uaminifu. Kwa nini moyo wako unamkimbilia mtu ambaye hakupigii, hakutafuti, hakujali hisia zako, lakini bado unamuwaza kila siku? Cha kushangaza zaidi ni hiki. Unajua anakukuumiza, lakini bado huwezi kuondoka. Leo tunaingia ndani kabisa ya akili ya binadamu kuelewa. Kwa nini tunawapenda watu wasiotuonyesha mapenzi?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 hasa watu wenye moyo mzuri. Hebu tuelewe sababu halisi, moja baada ya nyingine. Sababu ya kwanza, akili hupenda kilichokuwa na kosa. Kisaikolojia, binadamu huvutiwa zaidi na vitu visivyopatikana kirahisi, vinavyotupa mashaka, vinavyotupa hisia za labda kesho. Mtu anayekujali sana, anakupigia anakutafuta anakuthamini akili inasema hii iko tayari lakini mtu anayekupuuza anakupa matumaini kidogo halafu anakukata halafu anarudi tena akili inachukulia kama changamoto na changamoto huongeza hamu sababu ya pili trauma ya utoto kama ulipokuwa hukupata upendo wa kutosha ulilazimika kujitahidi kuthibitishwa. Ulipenda lakini hukujaliwa. Akili yako ilijifunza kuwa upendo lazima upiganiwe. Hivyo unapokutana na mtu anayekupa baridi, umbali, kutokujali, akili inasema huu ndio upendo ninaoujua. Ndiyo maana watu wengi huzoea maumivu badala ya amani. Sababu ya tatu, dopamine. Dawa ya akili. Upendo kwa mtu asiyekujali hauendeshwi na mapenzi pekee, unaendeshwa na dopamine. Kila unapopata ujumbe baada ya ukimya, attention ya rafla, ishara ndogo ya matumaini, akili inatoa dopamine. Na dopamine haipendi uthabiti, inapenda mshangao. Ndiyo maana upendo wa uhakika hauleti msisimko lakini upendo wa mateso huonekana mzito. Sababu ya nne: tunaona potential, sio tabia. Watu wazuri huangalia nani anaweza kuwa, sio alivyo sasa. Unajikuta ukisema ana moyo mzuri, ila akibadilika kidogo tu, najua ndani yake ananipenda. Lakini ukweli wa kisaikolojia ni huu: Watu hawakuonyeshi wewe thamani yao, wanaonyesha kiwango chao cha kukujali. Sababu ya tano, hofu ya kuachwa. Mtu asiyekujali anakupa hofu, mashaka, kutokuwa na uhakika, na akili inasema usimuache, utabaki peke yako. Hivyo unavumilia dharau, ukimya, kutothaminiwa ili tu usijisikie upweke. Lakini kisaikolojia, kuwa peke yako ni afadhali kuliko kuwa mahali unapojidharau. Dalili tano za kujua kuwa unampenda mtu asiyekujali: namba moja, unajilaumu badala ya kuchunguza tabia zake. Kila anapokupuuza, kuchelewa kujibu, au kuto kutafuta, akili yako haimlaumu yeye Inakulaumu wewe. Unajikuta ukijiuliza labda nilisema vibaya, labda nilikuwa too much, nikibadilika atanipenda zaidi. Kisaikolojia, hii huitwa self blame pattern. Akili inapendelea kujiona tatizo kuliko kukubali ukweli kwamba mtu mwingine hachagui kukujali. Namba mbili, attention ndogo sana kuwa kitu kikubwa sana Anapokaa kimya siku nyingi, halafu akituma ujumbe mmoja tu, moyo wako unaruka, unafurahi kupita kiasi, unasahau maumivu yote. Hii hutokea kwa sababu akili yako iko kwenye emotional starvation. Ukikosa upendo kwa muda mrefu, hata chembe ya attention huonekana kama zawadi kubwa. Ndiyo maana unashikilia kidogo, kwa sababu hujapata cha kutosha. Namba tatu, unahisi wasiwasi zaidi kuliko amani. Upendo wa kweli huleta utulivu, lakini hapa mara nyingi unahisi hofu, mashaka, mawazo mengi. Unawaza, kwa nini hajapiga? Nimekosea nini? Ana mtu mwingine? Kisaikolojia, hii ni anxious attachment. Akili yako ipo kwenye hali ya tahadhari muda wote kwa sababu upendo unaishi kwenye hatari. Namba nne, unawatetea hata anapokuumiza. Unapoongea na marafiki au ndugu, badala ya kuelezea maumivu yako unamkingia kifua. Unasema ana stress, sio mtu mbaya, ana mambo mengi. Hii ni kwa sababu umewekeza hisia zako sana, kiasi kwamba akili haiwezi kukubali kwamba umechagua mtu asiyechagua wewe. Kumtetea kunakuwa njia ya kujilinda kisaikolojia. Namba tano, unajua anakuumiza, lakini bado unamchagua. Hii ndiyo dalili ngumu zaidi kukubali. Unajua kabisa hutakiwi, hivi hustahili, zaidi hauko salama kihisia, lakini bado unakaa. Kwa nini? Kwa sababu akili inaogopa kuachwa, kuanza upya, kuwa peke yako. Kisaikolojia hii huitwa fear based attachment. Unakaa kwenye maumivu uliyoyazoea badala ya kuingia kwenye amani usiyoijua. Kama umejiona kwenye dalili hata moja tu ya hizi, sio kwamba una tatizo, ni kwamba moyo wako umefungwa mahali pasipo sahihi. Upendo wa kweli haukupi wasiwasi, haukufanyi ujishushe, haukulazimishi kujitahidi kuthibitisha thamani yako. Kama mtu anakufanya ujisikie hautoshi, haupendewi, unajitahidi kupita kiasi, huo si upendo, ni mtego wa kihisia. Kama unampenda mtu asiyekujali, sio kwamba wewe ni dhaifu, ni kwamba moyo wako umekuwa mkubwa kuliko alivyo tayari kuupokea. Lakini kumbuka, upendo hauombwi, unapatikana. Kama mada hii imegusa moyo wako, subscribe, bonyeza like na andika comment nimeelewa. Tukutane tena kwenye video nyingine. Bye.